Viongozi wakiwemo viongozi wa kidini, wa kimila na wale viongozi wa kijamii, lakini pia wakiwemo wanawake, wamekutana pamoja na wamekutanishwa na shirika lisilo la serikali la Door of Hope Tanzania kwa ajili ya kuweza kujadili masuala mbalimbali hasa yanayohusu kwa namna gani masuala ya mila na desturi yalikuwa yakikandamiza wanawake kujiingiza ama kuthubutu kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi. Mengi yamezungumzwa, na kila mmoja akitoa ya moyoni kuelezea kwa namna gani shirika hili la Door of Hope limesaidia ama limewachangia wanawake wengi kuweza kuingia kwenye nafasi za uongozi kutokana na elimu yao ambayo alikuwa anaitoa mara kwa mara kwa wanawake anatumehudhuria kwenye majadiliano hayo ambayo amefanya kwenye ukumbi wa chama cha ualimu hapa e, mkoani Mtwara, na wakizungumza wenyewe, kupata habari zetu. Hakika, fieldi, kwa majina, nafanya kazi na shirika la Dofop Tanzania kama mwanasheria wa taasisi, lakini pia afisa mradi wa mradi wetu wa mwanamke na uongozi. Leo tulikuwa tuna shughuli ya kukutanisha wanawake pamoja na viongozi mbalimbali mbali katika jamii yetu. Lengo la kuwakutanisha watu hawa ilikuwa kuweza kuwahamasisha wanawake wanaogombea katika nyanja mbalimbali za uongozi waweze kuhamasika, lakini pia kujua kuna changamoto gani kwenye jamii yetu wanazozipitia, hasa zile mila na tamaduni ambazo zinamfanya mwanamke ashindwe kugombea uongozi au akawa na uoga, ili tuone zile mila tunaweza kuzitatua kwa namna gani, lakini pia kuwasikia wao wenyewe viongozi tuliokutana nao wana mapendekezo gani, ili tuweze kuyatumia katika kuboresha zaidi jamii yetu ya sasa waweze kuwawezesha wanawake kuingia katika uongozi, lakini pia wasiwe na uoga wowote. Tumeamua kuchagua wanawake kwa kuwa wanawake tunaweza kusema ni kati ya makundi maalum kwenye jamii yetu, na kama shirika letu la Door of Hope Tanzania tunasema tunafanya uhamasishaji, uwezeshaji wa, uweze wa vijana na wanawake kwenye maswala ya umma ikiwemo uongozi, hivyo tulianza na wanawake katika masuala ya uongozi na sio wanawake tu, wapo vijana wa kike pia ambao tumeweza kuwahamasisha na wameingia katika nyanja mbalimbali za uongozi. Hivyo siku ya leo tumeweza kuona namna gani kwenye jamii yetu kuna changamoto nyingi ambazo wananchi wanajua wenyewe wanazipitia, lakini sisi tulioko huku hatuzijui kwa undani zaidi. Tunaweza kujua kwa uchache, lakini wao wameeleza kwa kina kwamba namna gani mila na desturi zilizopo zilikuwa zinakandamiza wanawake au kuogopesha wanawake kuingia katika uongozi. Na tumeona wakitoa mapendekezo kwamba namna gani tunaweza kusaidia hizi mila zikaweza kufutwa. Mfano kama mtoto kuchezwa kwenye unyago, mtoto akiwa mdogo anakuwa haelewi kitu chochote. Jina langu ni Muhammad Salmu Amiri. Ni mwalimu wa dini ya Kiislamu hususani, madrasa natoka katika kata ya Mkunwa eh, kijiji Shananyati. Wito wangu kwa jamii tuzidi kuwapa support wanawake, kwa sababu nazungumzia kiimani. Dini yetu inasema kusoma ni lazima, al-ilmu faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, kusoma ni lazima kwa kila mwislamu wa kiume na wa kike. Sasa kiimani mwanamke ni msaidizi wa mwanamme, ikiwa katika ndoa mwanamke ni msaidizi wa mwanamume. Kwa hiyo kama ni msaidizi kiimani, mwanamke basi, msaidizi bora ni yule mwenye elimu. Kwa majina, naitwa Beatrice John Mayaya, natokea kata ya Dihimba, ni mwakilishi wa kidini. Kwa siku za nyuma, hali ya ushiriki wa wanawake katika uongozi ilikuwa ni hali ya chini, lakini kutokana na haya mafunzo ambayo yanatolewa, tunaona kwamba mwamko bado ni mzuri, wanawake wana thubutu kuingia katika vinyang'anyiro mbalimbali vya uongozi kama vile wenyeviti wa vitongoji wa vijiji, madiwani, mpaka wabunge. Lakini kwa mazungumzo ya majadiliano ya leo tumeona kwamba nini ambacho wanawake kinawakwamisha katika uongozi, kwanza ni hali ya kutojiamini, lakini pia ni hali ya kutopendana wanawake kwa wanawake. Na kwa ufupi kwamba tumejadili nini kifanyike, kinachotakiwa kufanyika kwanza ni amini. Wanawake tunatakiwa tujiamini na washauri Door of Hope waendelee kutoa elimu kwa maeneo mbalimbali ambayo bado elimu hii hawajaipata. Kwa jina naitwa Alima Muhamedi Saidi Chimeleke. Ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Kijiji cha Mnete, kata na Lingu, tarafa Ziwani. Suku zote wakinamama Mtwara. Yaani tulikuwepo kwenye fikra mgando kusema kwamba mwanamke hapasi kuchukua uongozi. Mwanamke hapasi kusimama mbele za wanaume wengi kukemea jambo lolote, lakini sasa hivi tunashukuru serikali kwa kuunda mashirika na pia hili shirika la Door of Hope Tanzania limetuweka uwazi akinamama. Kwa majina naitwa Kate Francis Mariawatu, natokea kijiji cha Moma kata ya Moma. Mimi ni katibu wa kikundi cha tupendane ambacho kinapatikana katika kata ya Moma, pia ni mnufaika wa huu mradi ni mwanamke katika mradi huu wa Door of Hope. Mradi huu tunashukuru, umetusaidia kwa asilimia kubwa, naweza nikasema asilimia tisini na tano katika mwanamke na uongozi, hasa ukichukulia katika kata yangu ya Moma. Katika kata ya Moma, tunashukuru huu mradi umetupa faida ya asilimia tisini na tano kwa sababu katika uchaguzi uliopita kata ya Moma kuna vitongoji kumi na mbili katika vitongoji kumi na mbili vitongoji nane vimechukuliwa na wenye vitu wa vitongoji wanawake, na pia tumempata diwani mwanamke ambapo hapo mwanzo haijawahi kutokea. Nam, mtazamaji wa Faida Online TV, shirikali la Door of Hope Tanzania limekuwa ni mkombozi kwa wanawake wengi ambao walikuwa wanahofia pengine kuingia kwenye nafasi mbalimbali mbali za uongozi, lakini leo hii tunashuhudia makundi mbalimbali ya mbali wanawake wakigombea nafasi tofauti za uongozi, kuanzia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tumeona mpaka uchaguzi mkuu, wengi wamejitokeza na kushika hatamu na wapo ambao wamefanikiwa, lakini kuna wale ambao walithubutu, lakini nafasi pengine haikuwachagua kwa wakati huo. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Ni kukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu iliyoendelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.